Niko na county security team hapa na tumejiunga na Sub County security committee ambayo inaongozwa na deputy county commissioner bwana Lusafa, ambaye pia ako hapa, na sababu ambayo imefanya tukuje hapa ni zile tetesi zimeimbuka kuhusu ili kanisa ambalo linaitwa New Foundation Church, ambayo pastor wake eh, ni Ambel Kaindi Ngandi ambaye ako miaka E, arobaini na minane. E, tumeweza kumpata na tumeweza kumuonji e, kwa sababu kuna tetesi kwamba katika ile unduma yake e, kuna waumini wameweza e, kupoteza maisha yao e, katika mahali hapa katika ile hali ya anawaombea na wengine vile anasema wameenda hospitali afta kuombewa, lakini wamepoteza maisha yao. Mwingine alipoteza katika hali ya kuombewa, lakini kwa sababu ni watu wamepoteza maisha na yeye ndiye muhusika mkuu, lazima sasa hilo jambo lichunguzwe, li ingawaji anasema kwamba yeye ako katika chini ya mwafuli wa International Fellowship for Christ ambayo inaongozwa na Bishop Menza Charo kutoka Mombasa Mbombo Lulu. Um, wakati tumemwonji hapa e, la kushangaza ni kwamba yeye hana e, bibilia ndio pasto wa kwanza kuona kwamba anjambeba bibilia e, na tukimwonji wakati ameonjiwa, pia anasema yeye anaamini sana kupeana maji ya, ya uzima e, ambayo ndio anauza kwa shilingi mia moja mitungi e, tatu alafu pia naamini sana katika mti wa uzima. Huo mti wa uzima, mnaona ni huu mti ambaye uko hapa, ambao sasa waumini wale wamekuja na ni kama wamepangawa ama wako na mapepo, wanapanda huo mti, na wakipanda huo mti mapepo yana bumburuka yana, yana, yana, yanaenda. Kwa hivyo ukiangalia sasa, hizo ni itikadi ambazo asieleweki kwa sababu yeye aamini kumbatisa E, e, washiriki wake hata wakikufa, amini amesema kwamba zile taratibu za kuzika yeye ana so. Sasa na ingine la kushangaza ni kwamba hata ile rejista, ukienda kwa makanisa ambayo ni makanisa ambayo yanaaminika, utapata kwamba pasta hata akona E, register ya waumini mimi ile kanisa naenda, najulikana mimi ni mshiriki wa hiyo kanisa na ni member namba fulani. Sasa yeye ana hata mali ya kudhibitisha kwamba hawa ndio washiriki wangu, e, niko na members kiasi fulani, ingawaje anasema wale washiriki wa wanakuja hapa ni kama mia moja hamsini mia mbili. Kwa hivyo katika hayo maneno ambayo hayaeleweki sana na yanatatanisha, kama e, County security committee Eh, sisi tunasimama na ule msimamo ambao Sub-County security committee walikuwa wamefikia, kwamba ili kanisa liweze kufungwa mara moja, alafu pasta mwenyewe sasa, eh, ako katika mikono ya serikali kumaanisha kwamba from now, eh, he stands arrested, eh, until, eh, conclusive investigations are done, eh, alafu sasa eh, kutoka hapo ndio serikali itajua kama atafunguliwa mashtaka ama itakuwa namna gani. Sasa tunataka kuenda naye, ili sasa uchunguzi uende, ufanywe uchunguzi wa kikamilifu, wale ambao wamepoteza jamii zao waweze yeye mwenyewe wa hali ya usanjili wa hiyo kanisa, uangaliwehali yake ya masomo ya kithiolojia iweze, hata wakati tumemuonji, angeweza kukumbuka. Anasema ameenda masomo ya kithiolojia kwa muda wa mwaka mmoja, lakini hata angeweza kukumbuka amesomea amesomea wapi. Kwa hivyo, haya, munaona ni masuala ambayo yanatatanisha na ndio sababu tunataka uchunguzi, zile vitengo za serikali zinahusika na uchunguzi ziweze kuchukua nafasi kamilifu ya kufanya uchunguzi na kukamilisha. Kama atapatikana, ni sawa, ana makosa. Sisi hatuna haja ya kufunga mtu ambaye ana makosa, lakini the moment is found culpable kwamba ako na maswali ya kunjibu, basi itambidi anjibu maswali. Lakini kwa sasa tunaenda na yeye, ako ameshikwa tayari. Haya madai ambayo yanasemwa ni madai ambayo hayo uh, si ya ukweli kwa sababu sijaua mtu na istoshe, inafanya kazi kulingana na Mungu vile alivyonituma. Lakini sasa ninaruhusu serikali ifate mkondo wake na ichunguze zaidi, zaidi ya hapo ndio jibu atalipata. Mimi ni pasta natumia Biblia, lakini mahali nimetolewa, sikujua hata nitafika kanisani. Yeah. Ndio maana nimetoka hata bila Biblia sikujua kwanza nitakuja kanisani. Okay. Lakini Biblia iko huo, ndio mtu wa uzima. Ndo mtu wa uzima. Okay. Ya, wa uzima ni kwa sababu wanaokuja hapa wana mapepo, wanapofika pale na kupanda mapepo wanawatoka. Sasa nitaita mti wa uzima okay. kuna hapa ndani wakati nikiwahudumia hawajapoteza maisha, sipokuwa kuna mmoja alipokuja hapa Alilala siku ya pili ndio akaga, kabla hata sijafika hapa kanisani, wakati huo nilipokuwa Malindi, lakini sijahudumia mtu pale pale na akafa pale pale.

<tus> Tisia Mwinde ambaye ni deputy county commissioner <tus>